<laughs> Karibu kwenye video hii muhimu ya ajira Tanzania. Leo tunachambua tangazo rasmi la kuitwa kazini kutoka sekta ya ajira katika utumishi wa umma lililotolewa tarehe 23 Juni 2025. Kama jina lako limo, hongera, lakini usisimame hapo. Kuna mambo muhimu unayopaswa kujua, ili usipoteze nafasi yako. Tangazo hili linahusu waombaji kazi waliofanya usaili kati ya tareh 2024 hadi 17 Mei 2025. Majina yaliyorodheshwa ni ya wale waliofaulu na waliokuwa kwenye kanzi data. Hii inaonyesha kuwa hata usipofaulu mara ya kwanza bado una nafasi kupitia mfumo wa database ya ajira. Hatua za kuchukua. Kama umeitwa kazini, ingia kwenye akaunti yako ya ajira portal, nenda kwenye sehemu ya my application, pakua na uchapishe download and print barua ya ripoti kwa mwajiri katika muda uliowekwa, ukiwa na vyeti halisi vya kuanzia kidato cha nne hadi vya juu. Ukipuuza hatua hizi unaweza kupoteza nafasi yako hata kama umeitwa rasmi. Usichelewe. Kwa wale ambao hawajaona majina yao, usikate tamaa. Hii ni fursa ya kujifunza na kujiboresha zaidi. Hakikisha CV yako inaendana na tangazo la kazi. Pia tumia muda huu kufanya mambo yafuatayo: Fuatilia mwelekeo wa ajira za serikali, ni kada zipi zina nafasi nyingi. Jifunze namna bora ya kuandika barua ya maombi na kujibu maswali ya usaili. Jisajili kwenye ajira portal vizuri, hakikisha taarifa zako zote ni sahihi. Tumia platform kama hizi, YouTube, TAMISEMI, ajira portal.go, kwa update za moja kwa moja. Pata ajira ya serikali ni hatua kubwa, inaleta heshima, usalama wa kifedha na fursa ya kujifunza zaidi. Lakini kumbuka, nafasi hizi ni chache, ushindani ni mkubwa. Usikae bila kuongeza maarifa yako, hata kama umeajiriwa. Asante kwa kutazama video hii. Ikiwa jina lako limo kwenye orodha, pongezi. Tafadhali like, share video hii ilinao, kwa wenzako ili nao wajifunze. usahau pia kusubscribe kwa taarifa zaidi za ajira na elimu nyeza kengele ya arifa kwa kila tangazo jipya. Asante.